Umewahi kuwa kwenye mahusiano ambapo unajiuliza, je, huyu mwanamke ananifaa? Anafaa kuoa? Anafaa kuwa mama watoto wako? Kutokana na tafiti iliyofanywa na wanasayansi katika mataifa mbalimbali duniani, ilibaini kuwa kuna sifa ambazo ni muhimu kwa mwanamke unayepanga kuwa naye maishani mwako. Karibu katika shule ya maisha. Kabla bado hujaungana nasi katika chaneli yetu, ungana nasi ili kujifunza mambo mengi mbalimbali ya kimahusiano, kiuchumi, kisayansi na kisaikolojia. Yeah, je, sifa za mwanamke ambaye unatakiwa usija ukamwacha kama ukimpata ni zipi? Namba moja, mwanamke anayekuheshimu. Hakuna kitu muhimu sana kwenye mahusiano kama mwanamke mwenye heshima na heshima nayoongelea hapa sio ile ya kupiga magoti anapokuletea chakula, bali heshima ya kukuthamini. Ogopa sana mwanamke anayependa kukusengenya, kukufanyia utani unaokuumiza mbele ya marafiki zake au hata marafiki zako. Ogopa sana mwanamke anayekudharau mbele ya ndugu na jamaa na marafiki. Mwanamke huyo sio wa kuoa, bali ni wa kuachana naye haraka. Ukikutana na mwanamke anayejua kukuheshimu, anayejua kukujali kama mwanaume wake, sio kinafiki tu pale watu wanapokuwepo, bali heshima hata ile ya pale mnapokuwa wawili tu, mwanamke huyo usimwache. Namba mbili, mwanamke mwenye kukujali. Mwanamke anayejali ni mwanamke anayekupenda kwa dhati. Kujali na kuongelea hapa sio kutuma message za asubuhi, baby umeamkaje bali ni kujali kwa matendo. Ukiona uko na mwanamke anayeonyesha kujali pale unapopitia magumu, kujali pale unapoumwa au ukipata tatizo analichukulia tatizo hilo kama la kwake, mwanamke huyo sio wa kumwacha hata kidogo, mweke ndani haraka sana. Namba tatu, mwanamke mwenye malengo. Mbali na kukusaidia na kukutia moyo kufata ndoto zako na malengo yako, ukipata mwanamke ambaye ana malengo yake mwenyewe, ana maono ya maisha yake, na sio yupo yupo tu. Ukiona upo na mwanamke anayejua jinsi ya kuboresha maisha yenu kiuchumi kwa namna moja au nyingine, mwanamke huyo mtafika naye mbali kuliko mwanamke anayesubiriwa kupewa kila kitu. Mwanamke anayejua malengo ni mwanamke ambaye hayaangalia sasa tu, ni mwanamke anayeangalia mbele, na mwanamke wa namna hiyo ni rahisi sana kufanya maendeleo hata huko mbeleni. Mwanamke wa hivyo si mwanamke wa kuachwa. Namba nne, mwanamke mwaminifu. Wanawake waaminifu wamekuwa adimu sana katika kipindi hichi cha kidigitali. Mwanamke ambaye unahakika upo wewe tu kama mpenzi wake wa kweli, asiye kuchiti na wanaume wengine wenye kipato zaidi yako, mwonekano zaidi yako, mwanamke huyo si wa kuachwa. Ukipata mwanamke ambaye unajua kabisa mwanamke huyu ni mwaminifu, usije ukamwacha mwanamke wa aina hiyo. Namba tano, mwanamke mnyenyekevu. Mwanamke asiye na majivuno anajua si lazima awe sahihi kila wakati. Yeye yuko wazi kwa mitazamo tofauti, na anaweza kuomba msamaha anapokosea. Mwanamke mnyenyekevu huthamini hisia za wengine kutenda mema kwa watu wote na hajioni kuwa yeye ni bora kuliko wengine. Ikiwa mwenzi wako ni mnyenyekevu, atasikiliza unapozungumza na kuthamini maoni yako, hata kama yako tofauti na maoni yake. Mwanamke wa aina hii atakufaa kwenye safari ya maisha yako, usimwache. Namba sita, mwanamke mkarimu. Ukarimu ni sifa ambayo mara nyingi hupuuzwa lakini ni msingi wa uhusiano wowote ule, wa mapenzi, wa familia, hata wa urafiki. Mwanamke mkarimu haimaanishi ni mtu wa kutoa zawadi au pesa, bali ni mtu anayejitoa kwa hali, wakati bidii, kuelewa na kihisia. Mwanamke mkarimu sio mbinafsi, kujali mataka ya watu wengine na kujitoa bila kutarajia malipo yoyote. Namba saba. Mwanamke mcha Mungu. Kuwa na hofu ya Mungu ni sifa muhimu sana kwa mwanamke bora. Hii haimaanishi wanawake ambao hawakosi kanisani au msikitini, ila ni wanawake ambao uendaji wao ibadani unafanana na matendo yao. Mwanamke mcha Mungu hufuata maandiko ya kuwa mke mwema na hivyo kuwa na sifa nzuri zitakazoleta furaha, amani na upendo wa kweli mwanamke mcha Mungu usimwache namba nane mwanamke anaepuka drama kitu cha mwisho unachotaka ni kuchumbiana na mwanamke ambaye anaishi kwa drama hawa ni wasichana ambao wanajihusisha na umbea kila mara hawa ni wanawake ambao hupenda ugomvi bila sababu hununa bila sababu ya msingi na kukukosoa muda wote ukiwa na mwanamke ambaye anajiheshimu bila kufata drama za kijinga, mwanamke huyo ni wa kuoa na ni bora kuliko mwanamke mpenda drama. Namba tisa, mwanamke anayekupenda wewe kama wewe na sio ulicho nacho. Ukiwa na mwanamke ambaye ulianza naye maisha kabla ya kuwa na kipato kikubwa au kazi ya maana na bado akaendelea kubaki kwenye maisha yako mwanamke huyo yupo na wewe kwa sababu ya upendo wa kweli na sio mali. Kuna msemo mmoja usemao, uaminifu wa mwanamke hujaribiwa wakati mwanamume wake hana chochote, na uaminifu wa wanaume hujaribiwa wakati ana kila kitu. Wanawake walio kimaslahi wapo wengi sana siku hizi. Ukipata mwanamke anayekupenda kwa dhati sio kwa ajili ya fedha mali au kipato, mwanamke huyo usimwache. Namba kumi: ubunifu kitandani. Mwanamke anayejali haja ya mwili wako na kuhakikisha anakuridhisha kingono ni mwanamke anayekufaa kwa ujumla. Wanaume wengi wanapenda wanawake ambao wapo vizuri kitandani, ni moja ya sifa muhimu ya mwenza bora katika mahusiano. Miili ya wanaume iko tofauti na miili ya wanawake. Wanawake wanaweza wakakaa muda mrefu sana bila haja ya tendo la ndoa, lakini kwa wanaume tendo hilo au haja hiyo ni muhimu sana. Ukiona na mwanamke ambaye hatoi sababu kila saa unapoomba unyumba au kutoa visababu visivyoeleweka, kukudanganya kama yuko period wakati hayupo kusema anaumwa na kati yuko vizuri, jua mwanamke huyo hana upendo wa kweli na wewe. Mwanamke mwenye upendo wa dhati na wewe hatahakikisha haja zako za kingono zinaridhishwa. Ukiona na mwanamke anayekufikisha na kufanya utafiti ili kujifunza jinsi ya kukuridhisha kitandani, mwanamke huyo usimwache. Mwanamke unayemchagua katika safari yako ya maisha ana nafasi kubwa sana ya kuleta maendeleo furaha, amani na upendo, kama ilivyo kuleta karaha, umaskini au huzuni. Ukiwa na mwanamke mwenye tabia njema kama tulizozitaja hapo juu, usimwache. Shule ya Maisha inawakumbusha wanaume wote kuwa na hekima pale wanapochagua mwenza wa kuwa naye maishani. Uzuri wa sura au umbo peke yake hautoshi. Usiwe limbukeni wa uzuri wa nje tu. Vilevile vile tabia ni muhimu. Usisahau kusubscribe katika Shule ya Maisha. Hapa tunajifunza mambo mengi mbalimbali, mbali ya kuboresha maisha yako. Hadi siku nyingine, asanteni kwa kunisikiliza, kwa herini.